Unatombesha mwanamke ama mnafanya tendo lake la tendo la ndoa na yeye, tafadhali usipige kelele ama usimpeleke mbio mbio, usimtombesha kama mbwa unakimbia. Wewe mwanaume shida, wanaume wengine sababu ni nini? Anyway, hi guys. Hope everybody is doing fine. Kwa majina mimi ni Bet, kwa wale ambao ni wageni <laughs> kwa wale ambao ni wageni, karibuni tena katika chaneli yangu nawapenda sana so topic yangu ni gani leo kuna giza lakini tutaelewana tu eh? nikasema nzima simu itakuwa na giza lakini video itakuwa na giza lakini msijali. so wakati utakapokuwa unatombesha bibi yako penzi wako girlfriend yako hakikisha kwamba wakati unavo pump yule mwanamke usimpeleke mbio kuna sections ama kuna stage, wewe kama mwanaume lazima ujue huu ni wakati wa mimi kuenda mbio ama huu ni wakati wa mimi kuenda polepole ya yeah. Huu ni wakati wangu wa kuenda polepole pole, ama huu ni wakati wa kupiga haraka haraka. Kwanza, usafi ni first priority, tuelewane. Hakikisheni kwamba wakati mkifanya tendo la ndoa, kila mtu ni msafi kivyake ha? Ni msafi kiasi ya kwamba hutanukia mwenzako uh, vibaya wakati wa tendo uh, asije akakusikia kinyaa ama akakuwa hana hamu na wewe pale katika ule hali. So wakati ambao utakuwa wewe kama mwanaume mtayarisha bibi yako, mmemtayarisha mpenzi wako kufanya lile tendo la ndoa nilisema mwanamke anachukuanga muda mrefu. Kuwa laini, usimkimbize mwanamke kumuingiza umbo kama hajakuwa laini, mwanaume, tuelewane. Hakikisha mpenzi wako kwanza, kule chini, amezalisha maji mengi tu ya kwamba ukiingia wewe hud, hata choka ukiingia wewe hata shiko na refriksion, ukiingia wewe atakwako, anasikia utamu ama anafurahia lilete ndola ndoa. Wanaume, tumeelewana Hakikisha hizo simu zina simu, inaharibika iko na mataa, kwa sababu yuko barabarani. Ikoko ni lazima nitengeze hii video, na kuna wakati wa kumuongelesha yule mwanamke, wa kumuongelesha kwa sauti ya upendo wakati ukifanya tendo la ndoa. Sasa basi, tuende kwa steji ya kwanza. Steji ya kwanza ambao ni wewe kama mwanamume utakapokuwa umemuingia mwanamke unamuingia yule mwanamke make sure unamwendea. ah, kwanza ile ya kwanza kabisa utaenda speed hmm? utaenda speed ya kwamba wewe pia hutachoka na yeye hatachoka, sawa. Alafu unachukua posi kwanza. Ukichukua posi yako, enda na yeye polepole, chezesha kiuno pale. Akiweza yule bibi apande juu akiweza aende staili zote ambazo anaweza. Ninasema kuna staili ya chura, kuna chuma mboga, sijui kuna ni kuna... nyingi tofauti tofauti. Tanzania wanazijua kwa Kenya ndo kidogo tuko chini na majina yake, lakini hizo zote ni staili ambazo unaweza kutumia wewe kama mwanamke ama mwanaume. Wakati mkifanya tendo la ndoa, ni lazima mwanamke ukua kumchangamfu kitandani Usisimame tu, usiende pale kama gogo. Wakati mpenzi wako anakutombesha basi wewe una kama gunia, yeye ameenda kifo cha ameenda. Najua wanawake wengi tunachoka, ngamia miguu haraka, lakini tunajaribu. Wewe kama mwanamke jaribu, kwa sababu kuna mwanamume wako, zile style zote ambazo unazitafuta hapo anazipata kule nje akizitaka, kwa sababu kule wanadili na vislenda kule. Sisi nasi tumenona, tumejisahau kwamba maisha yatakana endelee. Sauti yangu ni nzito, maana yake niko na kifua na mafua, lakini nashukuru Mungu tumeelewana so wakati ambapo utakapokuwa mnamtombesha mwanamke umeenda spidi ya kwanza ile kali kabisa mpaka unasikia ni kama anataka kulia, hali kwa sababu anaumia analia kwa sababu utamu. Tuna sauti tofauti, nilivyosema sisi kama wanawake tuna tofa, sauti tofauti. Kuna ya kuongea normal, kuna sauti ya, ku, ya, ya kuomba pesa, na kuna tofauti ya kufanya na sauti ambao ni tofauti kabisa ya wakati ukifanya tendo la ndoa tumeona tutashangaa. <laughs> Huyu mwanamke mambo hata alijili yapi? Hata mimi na mimi najifunza kwa video kwa, zingine kwa, kwa za watu wengine pia. Lakini, anyway, sote tuko hapa, tuko class, na lazima tudumishe ndoa, tudumishe relationships. Kuna wale ambao watakuwa wanataka kuolewa wewe utakaa katika laini yako, bora uenjoy maisha. Tumeelewana? Haya, tombeshwa na mwanaume vizuri. Hakikisha wewe kama mwanaume unamwangalia mpenzi wako kwa macho kwa macho, ongea naye haya maneno. Hakikisha unamwongelesha maneno matamu, mwite majina, mboo yanamfurahisha, yaani mwite majina hata ya utoto Muite majina hata ya utoto muongeleshe mautamu yaani kiasi cha kwamba yeye hata hata akisikiza hao maneno wakati namnongoneza eh, na kupenda sijawahi kuwa na mwanamke kama wewe unanipatia stili utamtamu sijui vitu kama hizo yaani maneno matamu matamu ya kuvutia ya kumbembeleza eh ya kumfanya mpaka yeye mwenyewe anasikia hapo amependwa Tumeenda wana wanaume, so hapo sasa ndio unampelekesha pole pole eh, tunaenda polepole hapo. Wakati ukiongeza spidi nyingine, make sure ako karibu na kumwaga, hapo ndio atakana uongeza spidi ya kwamba yeye pia atakwako, yuko mbioni, yuataka kuachilia, so usiende mbio usiende mbio, we usiende mbio hapo. Kwa hiyo wakati, make sure unampeleka slow ya kwamba pia yeye anataka awa yuko karibu kufu, nini kufika kileleni. Tumanewana wanaume, chukua style ambayo itakwako yeye, wakati ukimweka sawa, atakwako yuko laini na wewe kumwaga Yeah, unajua. Make sure unajua position ya mpenzi wako wakati akitaka kumwaga uwe yuko position gani, so that wakati ule ambao unataka unamwagisha kwanza, kabla wewe unajua unamweka katika position gani, ndio unamtombesha sasa, alafu akishamwaga, then you can go speed on your on your side and the speed yenye unataka wakati akishamwaga huyo mwanamke and the speed ambayo wewe utakwako unataka kwa wakati Eh, alafu sasa kisha mwaga mnapumzika, nyote mtakuwa kwa mmechoka, hakuna mmoja yako na uhai hapa, tumelowana nyote, mtakuwa mmechoka katika hiyo position, kwa katika hiyo hali kwa sababu ulimpeleka mbio akamwagisha, uwataka kupumzika na wewe pia at the same time unataka kumwaga na kumwaga kwako, najua ni unataka na uende speedy. Eh, gear number 1 uende speedy ya kwamba hautasimama wataka uende, ukienda ukiendanga, ili ukisha mwaga ushatupa mishale zako kadhaa pale, then mnachukua time yenu, mna relax, mnangoja kuenda nini yetu aje raundi ya pili. Wanawake, niliwaambia kama unataka kutombeshwa mara ya pili usiwahi kuweka maji kule chini, kwa sababu utakuwa umemkatiza yule mwanaume handers, ama feelings za kukuingia tena utakuwa uko dry, ushaenda kumwaga, kuosha yale maji na zile nyute zote zimeisha, so hakikuingia. Itabidi akutayarishe tena, and it will take time kukutayarisha tena. Karibuni tena katika chaneli yangu, na tumekutana kwa wakati mwingine, kwa video nyingine tamta